Hivi umeshawahi kukumbwa na tatizo kubwa au tukio kubwa ambalo lilihatarisha maisha yako kwa wakati fulani, na hilo tukio imekuwa ni ngumu wewe kulisahau na uh, kila baada ya muda ni kama unaishi tena katika lile tukio? Basi leo nitakwenda kuzungumzia kuhusu tatizo la kia, la afya ya kiakili ambayo linaitwa PTSD yani post traumatic stress disorder uh, ambapo hili tatizo huwa lina wakumba watu ambao labda wameshuhudia tatizo ambalo limehatarisha maisha yao, au, au tatizo ambalo, tukio ambalo limewapa hofu kubwa na wasiwasi mkubwa kiasi cha kwamba imeathiri maisha yao na utendaji wao wa kila siku. Lakini kabla sijaendelea, nipende kutoa angalizo kama ilivyo ada yangu kwamba hizi video nazotengeneza ni kwa ajili ya kuelimisha jamii na sio kwa ajili ya matibabu ya aina yoyote. kwahiyo kama una tatizo lolote la kiafya tafadhali sana muone daktari, yeye ataweza kukupatia matibabu sahihi. Sasa PTSD ni nini? PTSD kama nilivyokwisha kusema, hii ni hali ya kiafya ya kiakili inayotokea baada ya mtu kushuhudia au kupitia tukio kubwa la kutisha au tukio ambalo limemuumiza kisaikolojia kwa kiasi kikubwa. Na hili tukio linaweza kuwa ni tukio ambalo labda limehatarisha maisha ya mtu, kwa mfano ajali kubwa, au tukio ambalo limehusisha madhara makubwa katika mwili, kwa mfano mtu amevamiwa na majambazi akapigwa, na akanusurika ilo kukufa labda kwenye hilo tukio, au tukio, matukio ambayo yanaweza akatokea kwa wakati wa utotoni, kwa mfano kunyanyaswa kijinsia, kwa mfano mtu akabakwa wakati wa utotoni, inaweza ikaathiri kwamba mtu akashindwa kusahau lile tukio, na kila baada ya muda anaweza akawa ni kama anaishi tena katika ule wakati ambapo hilo tukio lilikuwa limetokea. Sasa uh, ili kupata PTSD, sio lazima kwamba wewe ndio uwe muhusika katika hilo tatizo. Inawezekana tatizo au tukio limekukumba wewe moja kwa moja, au tatizo au hilo tukio limemkumba mtu mwingine ambayo ni wa karibi yako, kwa mfano, labda ni mzazi au ni dada au kaka au jirani kwa mfano ukashuhudia ajali, labda kwa mfano umekuwa katika tukio ambalo umeweza kuona wazazi wako wakipatwa na jambo uh, kubwa au wameuawa au vitu kama hivyo, kwa hiyo ikakufanya wewe sasa uhudhurike kiakili kiasi cha kwamba lile tukio likakuathiri hata baada ya muda fulani umeshapita, labda hata baada ya mwezi mmoja umeshapita, basi unakuwa unaona kana kwamba ni leo lile tukio linatokea uh, tena. Sasa watu wengi huwa wanapitia matukio ya kutisha, lakini sio kila mtu anapata PTSD. Uh, PTSD huwa inatokea pale mtu anaposhindwa kusahau au anaposhindwa kukabiliana na hilo tukio kwa muda mrefu na hivyo hiyo hali inakuwa ina athiri maisha ya kila siku. Kwa mfano mtu ni hali ya kawaida, kwa mfano mtu uh, ukakumbwa labda na ajali ghafla, na ile ilikuwa ni ajali ya kutisha sana, inawezekana mtu uh, baada labda hiyo hali yani, hizo kumbukumbu la hilo tukio likaendelea kuwepo, labda hata baada ya wiki moja, wiki mbili, bado unakuwa unaendelea kukumbuka lile uh, tukio, lakini kwa kadri muda unavyokwenda basi kumbukumbu zinakuwa zinafifia na unaweza kuendelea na maisha mengine, lakini kwa watu wengine anakuwa lile tukio, kumbukumbu kumbu yake haiondoki, na hata baada ya mwezi, hata baada ya mwaka mmoja na kuendelea. Kwa hiyo sio kwamba kila mtu ambaye anakutana na tukio kubwa atapata PTSD. Mwingine anaweza akakutana na tukio kubwa sana, lakini kwa sababu ya Supporti, supportive system ya familia, marafiki, koo ikamsaidia aweze kukabiliana na kuishinda ile hali, lakini mtu mwingine kwa sababu ya factor tofauti, uh, tofauti inawezekana akashindwa kukabiliana au kuadapti maisha mapya baada ya lile tukio, kwa hiyo akapata ili tatizo Uh, la kiakili la PTSD. Sasa vitu gani vinaweza vikasababisha PTSD? PTSD inaweza ikasababishwa na matukio makubwa kama nilivyokwisha kusema, kwa mfano wale watu ambao wanashiriki katika vita au kwa mfano wanajeshi au kama nchi yako imekumbwa na vita kwa mfano watu ambao Uh, wanaishi katika nchi za vita, kwa mfano Kongo na nchi zingine, kwao wao inakuwa rahisi kupata hizi PTSD kwa sababu hasa kwa sababu mtu kwa mfano watoto ndo wanakuwa katika hatari kubwa sana kupata PTSD kwa sababu mtoto anakuwa bado yuko innocent na Uh, hajakuwa na uzoefu mkubwa wa kimaisha. Kwa hiyo kukuona damu, kuona watu wanakufa, inaweza ikaathiri maisha yake yote, au mtu kwa mfano akabakwa utotoni, inawezekana au hata ukubwani, lakini aka labda mtu alikuwa anatembea usiku, ghafla akakamatwa na watu wenye nia mbaya, wakambaka au wakamshambulia kimwili, kwa vyovyote vile. Kwa hiyo mtu anaweza akapata hii PTSD lakini kama nilivyokwisha kusema pia, ajali mbaya barabarani, unaweza ukawa ni wewe muhusika mwenyewe, au umeshuhudia, umekuwa wa kwanza kushuhudia uh, tukio la ajali ambapo watu wengi labda wamepoteza maisha, na labda namna ambavyo wamepoteza maisha, labda mwingine ameumia kiungo hiki, mwingine amekatika kiungo kile, basi inawezekana ile picha au ile kumbukumbu ikakuathiri maisha yako yote. Lakini pia majanga makubwa ya asili, kwa mfano moto, labda moto nao unaweza ukakupa uka PTSD kwa sababu uh, kwa mfano uh, ulitaka kumwokoa ndugu yako au kwa namna watu ndugu yako au jinsi tukio la, la, la, la moto au uh, mafuriko au tetemeko au chochote kile ambacho ni majanga ya asili yanaweza yakaathiri, kama yakikukuta, yanaweza yakakuathiri baada ya muda, lakini pia kwa mfano watoto uh, kupitia hali ya kunyanyaswa au kutengwa utotoni pia inaweza ikatengeneza ika PTSD kwa watoto, lakini pia kwa mfano kushuhudia uh, vurugu kubwa au kifo katika familia labda na vitu kama hivyo. Hivi vyote vinaweza vikasababisha tatizo la PTSD. Sasa kama nilivyokwisha kusema kuwa sio kila ambaye anapatwa na tukio kubwa uh, basi atakuwa na ile tatizo la PTSD, hapana. Sio kila mtu. Ili mtu aweze ku, ili tuweze kusema kwamba mtu yuko na PTSD, anaweza anaweza akawa na dalili zifuatazo uh, kuna dalili ambazo zinakuwa zinahusu kumbukumbu ya kumbukumbu uh, ya kumbukumbu za lile tukio ambalo uh, lilitokea na hizi kumbukumbu kumbu zinakuwa zinakuja mara kwa mara, na hata ukijaribu kusahau, kuzikandamiza, kuzipuuzia, lakini zenyewe zinakuja na zinaweza zikawa zinakuja uh, katika namna ya flashbacks, kwa maana ya kwamba lile tukio, ukifumba macho au ukikaa, basi unakuwa unaliona kama ndo linatokea sasa hivi, inakuja katika mfumo wa picha au ile, yani lile tukio zima linakurudia tena kana kwamba ndo Uh, ndo linatokea sasa hivi, kwa hiyo inapelekea kwamba hata unapatwa na wasiwasi au yani kana kwamba ndo unaishi kwenye lilo tukio tena. Kwa hiyo mwili unaanza, uh, mwili unaanza kureakti kana kwamba upo kwenye lile tukio, kwa hiyo inakuwa inasumbua sana kwa sababu kama yani unakuwa unashindwa kutofautisha sasa na wakati wa sasa na ule wakati wa lile tukio lililopita lakini pia kwa mfano mtu anakuwa na hizi kumbukumbu, zinaweza zikawa zinamjia mtu kwa njia ya ndoto au kwa njia ya jinamizi mba, mba, kwa njia ya ndoto mbaya. Kwa mfano mtu unaweza ukaota ndoto mbaya kiasi cha kwamba ukiamka kishake, ukiamka utakumbuka kwamba nilikuwa nimeota ndoto mbaya, lakini uh, ukipata jinamizi maana yake ni kwamba unapata wasiwasi mkubwa kiasi kwenye ndoto na lile tukio ni kama linatokea tena. Inawezekana jinamizi likaja kama ni lile lile tukio au inakuja kwa matukio tofauti, lakini yanakuwa inahusisha hisia zinazofanana na lile tukio kiasi cha kwamba unajikuta unaamka pale pale. Hiyo ndio inakuwa tofauti kati ya jinamizi na ndoto mbaya. Lakini pia hizi kumbukumbu zinaweza zikawa zina zi, zinakuja zika, zina, zina kiasi cha kwamba uh, unaanza kupata hisia zile zile ambazo ulikuwa uli nazo kwenye lile tukio baya, kwa mfano lile tukio ajali kubwa au ajali ya moto au vyovyote vile, basi hizi kumbukumbu zinakuwa zinarudi zina tena kwa huyu mtu ambaye ameathirika na ili tatizo la uh, PTSD uh, lakini uh, dalili nyingine ya uh, PTSD inakuwa ni dalili ya mabadiliko ya kitabia, ambapo mtu anakuwa anaanza kuepuka mambo au vitu ambavyo vinaweza vikawa vinamkumbushe lile tukio. Kwa mfano, labda mtu alipata ajali ya gari, basi tangu wakati huo yeye hawezi kupanda gari, au alipata ajali ya meli, ndege au vyovyote vile, basi tangu wakati huo yeye hawezi tena kabisa kupanda ndege, yaani hata mkimlazimisha vipi hawezi Pana ne, au labda kwenye eneo fulani basi hawezi tena kupita hilo eneo au ndio. Mtu anaweza pia akaanza kuwa na tabia ya kujitenga, na anaweza akawa na tabia ya kutokuamini tena watu. Kwa mfano mtu alipitia wakati wa kubako labda, anaweza akawa hawezi kuamini tena watu, au akaanza kutengeneza chuki juu ya uh, watu fulani au maeneo fulani na vitu kama hivyo. Lakini dalili nyingine inaweza ikaja katika uh, namna ya mabadiliko ya hisia na mawazo. Kwa mfano, mtu anaweza akawa kila akikumbuka kuhusiana na lile tukio, basi anaweza akawa anapata hisia za aibu au anaanza kujisikia hatia, anaanza kusikia hasira, kana kwamba lile tukio ndo limetokea sasa hivi, yaani ile anaanza kuona aibu au anajiona ye hafai tena, au hata labda maisha haipo tena, au anakuwa natamani angerudi ange labda akaepusha lile tatizo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, kwa kifupi mtu anakuwa anakuwa anashindwa kumove on au anakuwa anashindwa kuishi sasa. Kwa hiyo kila wakati Uh, maisha yake yote yamekuwa yakiongozwa na hisia ambazo zinatokana na lile tukio ambalo lilikuwa limetokea wakati wa nyuma. Uh, lakini dalili nyingine ni kwamba mtu anaweza akawa na mabadiliko makubwa katika hisia zake ambapo mtu anaweza akawa anashtuka kwa urahisi, yani hata mwingine, labda kwa mfano, mtu ambaye alibakwa wakati wa utotoni, huyu mtu hata ukimgusa tu, yani ukimgusa tu, labda unataka kumwongeresha, basi anaweza akashtuka na akareakti kwa kiasi kikubwa, kana kwamba kana kwamba, kwa sababu yeye kwenye mwili wake, yani mwili wake muda wote umekaa kujihami muda wote. kwa hiyo sasa anakuwa yaani hawezi akarelaksi, hawezi akapata usingizi au akakuzingatia mambo kuzingatia labda darasani na vitu kama hivyo, kwa sababu tayari huyu mtu amekuwa ameathirika na lile tukio ambalo lilikuwa limetokea kwa, kwa, kwa muda mwingi uliopita. Na ili mtu apate uh, hii diagnosis kwamba yuko na PTSD ni lazima mwezi, yani awe na hizi dalili zaidi ya mwezi mmoja na pia kuna vigezo vingine ambavyo daktari anaweza akaviangalia ili kuweza kusema huyu mtu yuko na PTSD. Kumbuke kama nilivyokwisha kusema kwamba ni hali ya kawaida kwamba mtu unapopitia tukio kubwa ambalo limehatarisha maisha yako au ambalo lime yani limekupa hofu kubwa, ni hali ya kawaida kwamba itakuchukua muda kidogo, labda wiki moja, wiki mbili, uh, hadi mwezi labda, kuona kwamba yaani hilo tukio litaendelea kufifia kwa kadri muda unavyoenda, lakini pale inapokuwa kinyume chake, kwamba wewe hilo tukio halififii, linaendelea tu kuwa na kwamba limetokea leo basi unakuwa katika hatari kubwa ya kupata hii tat hili tatizo la kiakili la PTSD. Sasa kundi gani la watu ambao wapo katika hatari zaidi ya kupata PTSD? Of course, yote kupata PTSD, lakini zaidiyakupatafoi tu yyotnaataai susmi m kwa mfano watu ambao wako wamekuwa na historia ya matatizo ya kiakili tayari siku za nyuma na akapata tukio kubwa la kuhatarisha maisha yake, basi anakuwa pia katika katika hatari kubwa ya kupata hii PTSD. Lakini kwa mfano watu ambao amekosa supporting system, kwa mfano kwenye familia au kwenye jamii. Kwa mfano mtoto ambaye amebakwa na hana mtu wa kumwambia labda, au labda atakamwambia akamwambia mzazi wake na mzazi wake akashindwa kumsaidia au kwa vyovyote vile, basi huyu mtu yuko katika hatari kubwa ya kupata PTSD kwa sababu ya kukosa msaada kwa mfano, mtoto amekosa msaada namna ya ku, kulielewa lile tukio na kuliproses lile tukio uh, lakini pia watu ambao wako na msongo mkubwa wa kimawazo, kwa mfano, mtu alikuwa tajiri ghafla akapoteza pesa zake, hiyo nayo inaweza ikasababisha ika, ika mtu akapata PTSD na akapata tatizo la na matatizo mengine ya kiakili kwa sababu ya kwamba ghafla amepoteza mali zake, ghafla amepoteza uchumi wake, na inaweza ikamchukua muda kuamini kama ni kweli imetokea, na anaweza akaishi maisha ya kujilaumu au maisha ambayo hayana raha tena. Lakini pia, watu ambao wapo wamekutana na matukio ya kutisha mara kwa mara wao pia wapo katika hatari kubwa ya kupata na ile tatizo la, la afya ya akili la PTSD. Uh, bila kusahau tukio jingine ambalo linaweza likasababisha PTSD ni uh, tukio la kina mama ambao wanajifungua au wamekuwa mjamzito, yaani ujauzito wake umemsumbua sana kipindi kizima cha ujauzito, lakini pia hata wakati wa kujifungua akapata tatizo kubwa wakati wa kujifungua, kwa mfano labda akampoteza mtoto au ule uzazi ukawa complicated sana, basi uh, mama anaweza akapata hii PTSD, kwa maana ya kwamba baadaye, yani, aka, akawa aka, yani, ili tukio likamchukua kiasi cha kwamba akatengeneza hata hofu ya kupata watoto wengine, kwa sababu ya lile tukio baya ambalo lilikuwa limetokea. Uh, wakati wa ujauzito wake au wakati wa kujifungua. Sasa matibabu ya PTSD yanaweza ku, yanapatikana katika aina tatu ambapo mtu anaweza akatibiwa kisaikolojia kwa maana ya kusaidiwa kubadilisha namna ya kufikiri kuhusiana na lile tukio, lakini pia kukuwa exposed. Kufanya kile kitu ambacho mtu anakiogopa ili aweze kuona kwamba haitokei tena. Kwa mfano mtu alipata ajali ya gari basi, na hapati tena gari basi, ni kujaribu basi hata kupanda gari hata kidogo, hata kukaa tu kwenye gari, kuwa exposed hivyo, manake kunaweza kikamsaidia huyu mtu, akili yake kuanza kuona kwamba kumbe ile ni, ilitokea zamani na sasa hivi yani, sio sio lazima kwamba ikatokea tena. Lakini pia mtu anaweza akapata matibabu ya dawa ambayo yanapunguza msongo wa mawazo na kuituliza akili, lakini ikumbukwe kwamba hizi dawa mara nyingi zinakwaga zina side effects, ambazo ukitaka kujua zaidi nimekwisha kuzungumzia katika video zingine, ambazo ambapo unaweza ukazifuatilia na kujua side effects zake. Lakini pia msaada mkubwa unaweza ukapatikana kupitia jamii ambayo mtu uh, inamzunguka kwa mfano familia kupata ushauri katika familia inaweza ikasaidia sana, au mtu yule ambaye unamwamini uh, inaweza ikasaidia sana na kuwa na watu ambao wanakuelewa. Uh, kwa mfano kwa mfano matukio ya kubakwa au ya kulawitiwa yanaweza yakawa ni mabaya zaidi na yakatengeneza PTSD kwa sababu mtu anakosa mtu wa kumwambia amwambie nani, kwa sababu anajua hata nikimwambia fulani anaweza akaongea zaidi, kwa hiyo ikafanya hali kuwa mbaya zaidi. Lakini mtu akipata familia au mtu ambaye akamsaidia kuweza kuprocess lile tukio, basi inaweza ikawa msaada mkubwa sana kwa huyu mtu. Basi kwa leo, mimi ninaishia hapa. Natumaini kuwa umepata kitu kuhusiana na ili tatizo la kiafya ya kiakili la PTSD na natumaini kwamba utakuwa balozi mzuri kuwasaidia wale ambao wamekumbwa na hili tatizo, na usiache kushare, kulike pamoja na kusubscribe. Asanteni sana na kwaherini.